Moja ni wapeleke ndani ya Dodge Challenger. Usione anapita upande wa kushoto, gari hii basi ni left hand ambayo iko customized na vitu vingi sana ambavyo wewe ungependa kufahamu. Karibu ndani na uweze kuona vitu ambavyo viko tofauti na gari nyingine ambazo wewe mtazamaji neukizoea. Niko na moja kati ya magari ambayo yako machache sana hapa mjini, niko na Dodge Challenger. Nimeona gari hii na nimependa kushea na wewe mtazamaji wetu, na nimekutana na mwenye gari nikawa na maswali mengi sana, ambayo wewe pia ungependa kujua kutoka kwa huyu mmiliki wa gari hii, kuweza kujua nini kilichomvutia, na mara ya kwanza ni lini na wapi ameiona gari hii mpaka sababu ya yeye kuamua kununua gari hii. Eh, kwanza nimependa kuinunua gari hii kwa sababu moja, unajua huwa anapenda magari ya kifahari ndio yeah. yeah, na vilevile gari kama hizi na unajua, mara nyingi unapokuwa na gari kama hii ambayo iko peke yake kidogo inakuwa na, na shape ya tofauti. Dodge Challenger hii imepewa airbag mpaka katika city, unavyoona katika city imeandikwa airbag. Hadi hapa kuna mfumo wa airbag, ambapo unapopata impact ya ajali, airbag hizi zinafumuka na kufanya wewe mtumiaji wa gari hii, Dodge kuwa katika hali salama kabisa na kuweza kuokoa maisha yako. Mfumo mzima wa gari hii ni wa umeme, kila kitu kiko electrical na kama kuna kuwa na tatizo lolote, tunashauri kitaalamu, uweze kutumia computer diagnosis ili kuweza kukufikisha sehemu ambapo gari hii inaweza na itilafu yoyote. Gari hii imewekwa spika sita za mziki ambapo spika hizo zimekuwa tuned, ambazo wewe unaweza ukaweka mziki sauti ya juu na mkawa mnapiga stori mkaweza mkaelewana. Mfumo mzima wa kupandisha vyoo wa gari hii ni one touch, ambao unagusa tu button, vyoo vinaenda juu. Dodge Challenger imepewa cc elfu nne mia mbili na ni V6, ambapo mfumo wake wa gia ni automatic bila kusahau Dodge Challenger haiwezi kufanya kazi bila kuwa na turbo, kwa sababu ni moja kati ya magari ambayo yanatumika kwa kuwa na nguvu kubwa sana. Kama wewe ni mtazamaji wa movie kama umetazama movie ya Fast Furious 7 umeweza kuonana na Dodge Challenger ikitumika katika filamu ile na kuweza kuonesha baadhi ya manjonjo ambayo watu wengi sana wamefurahia. Mfumo wa steering ya Dodge Challenger sio hydraulic, mfumo huu unatumia umeme direct, na pia kitu ambacho kiko tofauti na magari mengine hii gari imewekwa na kitu kinachoitwa climate control, kifaa ambacho kinabadilisha mfumo wa gari ikiwa katika hali ya joto, ama ikiwa katika barafu. Yenyewe inaweza kufahamu ni nini na namna gani itaweza kubalance na kuweza kufanya gari ikiwa katika hali ya kawaida kabisa. Kitu ambacho unaweza kunotice gari hii tofauti na gari nyingine ni mfumo wake wa mbele wa gari hii, mfumo wake ukiuona, wa uko very unique, na gari hii unaponunua unapewa kitu ambacho kinaitwa car kit ambayo inakuwa na contain first aid kit, ina contain fire extinguisher, ina contain triangle na vitu tofauti ambavyo unapewa mtumiaji wa gari hii. Dodge Challenger 2011 imepewa spidi 260 kwa ajili ya wewe mtumiaji.